Mimi nanunua mazao kutoka sehemu mbalimbali iza za Bulengo na Kariba pamoja na Nyakiziba au chenda. Kuhusu barabara inayotokezea Bulengo, kwenye kijiji cha Bulengo kuja mpaka Murunyinya hadi mpaka Ngara mjini, barabara hii kwa kweli ina matatizo sana kuhusu mabodaboda wanayetuletea mizigo kutoka Bulengo hadi mpaka Murunyinya, kitu kinachotushangaza barabara inayotokezea Kumuyange kwenye kata ya Nyamiaga inakuja inafikia kwenye mpaka wa kijiji cha Bulengo na ukomea hapo hapo, wakati sisi tunapokuwa tunajua mkandarasi anayeweza kutengeneza barabara anatokezea Kumuyange hadi mpaka kwenye barabara inayoelekea Rusumo, lakini nafika kwenye mpaka wa Bulengo na Kirungwe. Hapo tunashangaa je, je, Serikali inapokuwa inapatanisha ile barabara je, watapatanisha nusu au? Sisi hapo tunashindwa kuelewa. Tunaomba Serikali tuweze kutuangalia kwenye jicho la mkuu kutengeneza barabara kutoka Bulengo hadi mpaka Murunyinya zifanane na barabara kama zingine zini, inachokiomba serikali itusaidie kabisa, barabara waitengeneze, na nyingine ya kwenda Bulengo na yenyewe ni mbaya kwa kweli. Serikali tunaiomba itusaidie sana, tunasisitiza sana itusaidie serikali, tunaiomba itusaidie hilo. Serikali tunaiomba itengeneze barabara ile, watu wanakwama sana asasa, maboda boda. watu wakiwa wanaleta mazao yao kuyauza inakuwa shida. Labda kwa niaba ya serikali, inachokuwa naiomba, nilikuwa naiomba kwenye hii barabara inayoanzia hapa Murunyinya kuelekea Bulengo. Labda changamoto ya hii barabara kwa kweli inabidi serikali iangalie kwa makini, hasa hasa changamoto ni kuanzia aiza kuweka mitaro na nini makorongo na nini. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali angalau iangalie hizi barabara kabisa za vijiji. Maoni yangu, nilikuwa naomba serikali iangalie iangalie kwa makini. Na ninachoweza kusema e, kama ilivyo kwenye barabara zote za wilaya ya Ngara ambazo zinahudumiwa na Tarura, sasa hivi. E, tumekuwa tumekuwa kwa mwaka 2024/25 zilifanywa matengenezo e, almost kilomita 219 hivi zote zilifanywa matengenezo kati ya barabara zetu zote ambazo jumla zina kilomita 864, na e, tunachoweza kusema kwamba barabara nyingi kwa sasa zinapitika baada ya matengenezo kukamilika, lakini kwa mwaka e, huu tunaoendelea nao sasa wa 25 26, pia tulikuwa na bajeti, na serikali ya awamu ya sita ilishatoa fedha kwa ajili ya kuanza matengenezo. Maeneo mengi yako kwenye e, mchakato wa manunuzi na e, baada ya manunuzi kufanyika e, matengenezo yatafanyika. Kwa hiyo maeneo ambayo hayakuhusishwa hayaku kwenye, bara, kwenye utengenezaji wa mwaka jana E, maeneo mengi yale yenye changamoto yote yataingia yata, yata kwenye matengenezo ya ishirini na tano ishirini na sita ambapo kwa barabara hiyo ya mnayozungumzia ambayo si tunaitambua kama ku- kumgasha kum, kum, Kumuyange Mugasha Murunyinya e, hiyo barabara tuta kuna maeneo baadhi ya maeneo yana, yana changamoto e, tumeitengea E, kuifanyia matengenezo ya kuweka changarawe lile eneo lenye lenye changamoto mnalolisema, tutaliwekea changarawe kama kama kilomita mbili hivi, lakini pia kuna kuna eneo lingine ambalo maji yana- yana yana yanakata barabara, kwa hiyo inaleta usumbufu hasa wakati wa mvua. Hilo eneo nalo tutalijengea tutajengea karavati. Kwa hiyo tuko kwenye mpango na baadhi ya barabara ambazo sasa ambazo hazikuingia kwenye kwenye kazi ambazo tunataka kuzianza za ishirini na tano ishirini na sita Barabara hizo tumeanza kuzifanyia e, e, inventory yani kuzitembelea na kuzihakiki hali ya barabara kiujumla, ambayo sasa tunaanza kufanya budget tena ya ishirini na sita ishirini na saba Kwa hiyo barabara, tuwatie moyo tu wananchi kwamba Serikali ipo na tunaendelea kufanya matengenezo barabara karibu nyingi, na tutahakikisha kwamba zina barabara nyingi zinapitika na ilipo- ilivyo sera ya, ya serikali ya awamu ya sita.